Moja ya maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa mfululizo katika siku za hivi karibuni ni kuhusu mustakabali wa nchi yetu kuhusiana na yanayoendelea. Sasa ninapoulizwa kuhusu yanayoendelea, nami huwa napenda kufahamu yanayoendelea yapi. Si kwamba sifahamu kuna yanayoendelea, lakini muuliza swali amejikita katika uh, eneo gani kwa sababu kuna mengi yanayoendelea katika Tanzania yetu. Um, maelezo yanakuwa yanatofautiana lakini makubwa yanayojitokeza, yani ninapotaka ufafanuzi uh, ni moja kubwa ni hili uh, tunaweza kuliita bifu kati ya mbunge wa Kawe kwa tiketi ya CCM Askofu Josephat Gwajima dhidi, uh, ya mwenyekiti wake wa taifa wa chama hicho ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kama mnavyofahamu mtafaruku um, uliojitokeza kati ya wawili hawa ulianza Mei ishirini na nne ambapo Askofu Josephat Gwajima aliitisha press conference na kuongelea swala la utekaji, na kwa kifupi aliitaka serikali ifanye jitihada zaidi katika kulitafutia ufumbuzi swala hili. Siku chache baadaye Rais Samia Suluhu Hassan akamjibu Askofu Gwajima na akaenda mbali na kukitaka Chama cha Mapinduzi kihakikishe kuwa magwajima hayarudishwi ndani ya chama hicho, na akazua msamiati wa Gwajimanization. Um, kwa hiyo haya yalikuwa ni majibu ya uh, Rais Samia Suluhu Hassan kwa ile press conference ya Askofu Gwajima. Uh, baadaye Askofu Gwajima naye akatumia kanisa lake, akaelezea nini ambacho anataka kufanya. Akafafanua kwanza alichokielezea katika press conference yake. Lakini pia akaenda mbali na kueleza hatua ambazo yeye na waumini wenzie wanataka kuzichukua katika kushughulikia swala hili. Kwanza alisema kwamba hato nyamaza mpaka ufumbuzi upatikane. Lakini pili akataka waumini wa kanisa hilo wafanye maombi ili uh, kuliombea taifa na kuliombea janga hili la utekaji liondoke. Um, na kimsingi katika hiyo hayo mahubiri aliyoyafanya aliongeza kasi ya kile alichokiongea awali, yani kwa kifupi alionyesha kwamba msimamo wake ni imara na akatafsiri lile neno la gwajimanization, lililobuniwa na Rais Samia Suluhu Hassan, kwamba kwake yeye lile siyo neno baya, bali linamaanisha kuwa ni ujasiri wa kuipigania nchi, wa kupigania wanyonge na vitu kama hivyo. Na siku chache zilizofuata serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ikalifungia kanisa la Askofu Gwajima na mpaka sasa hivi kanisa limefungiwa Idadi ya makanisa awali, kanisa kufungiwa ilikuwa inamaanisha kanisa lililopo da, yani ndio makao makuu ya hili kanisa la Ufufuo na Uzima, lakini taarifa zilizopatikana zinadai kuwa makanisa mengine yaliyo chini ya kanisa hilo pia huko mikoani yanafungiwa. Na kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na askofu Gwajima, yeye ana makanisa zaidi ya elfu mbili nchini kote. Sasa hili tu la bifu ili ambalo limefikia sasa hatua ya makanisa kufungwa tayari limezua maswali mengi, na miongoni mwa maswali hayo ni kwamba kama aliyekosea ni Askofu Gwajima, kwa nini waumini wa kanisa hilo waadhibiwe? Kwa sababu unaofunga makanisa unawanyima uhuru wale waumini wanaokwenda katika lile kanisa. Lakini pia Askofu Gwajima sio mbunge wa Chadema, sio mbunge wa TLP, ni mbunge kwa tiketi ya CCM. Mpaka sasa hivi chama hicho hakijachukua hatua yoyote zaidi ya kauli za hapa na pale, lakini pia kwa sababu polisi wamefikia hatua ya kwenda kulifungia lile kanisa na kuna ulinzi wa, wa polisi unaendelea katika makanisa ya uh, Askofu Gwajima mpaka sasa hivi, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na jeshi la polisi dhidi yake. Si kama tuna uh, makala hii inalishauri jeshi la polisi lichukue hatua, lakini mnapofikia hatua ya kwenda kulifunga kanisa na kupeleka polisi, basi labda kuna makubwa zaidi ambayo yametokea katika, lakini hili linaweza kuzungumziwa wakati mwingine, kwa sababu sio hasa lengo la makala hii kujadili endapo serikali imefanya sahihi kulifungia kanisa hilo au la, na nitarudi katika hii hoja kwa sababu hii ina uzito wa kipekee. Lakini jingine, licha ya hili ambalo tunaweza kulita bifu kati ya uh, Askofu Gwajima na Rais Samia, jingine ni kuhusiana na janga la watu wasiojulikana, uh, janga la utekaji. Hili limedumu kwa muda mrefu na ni, mahu, ni muhimu kutanabaisha kwamba japo sasa hivi pengine ni katika wakati wote ndio jambo hili limekuwa na uzito mkubwa zaidi, lakini ukweli ni kwamba ni janga ambalo limekuwepo kwa zaidi ya miaka kumi. Kuna video hapa nimetengeneza documentary ya dakika kadhaa ambayo inaeleza historia ya janga la watu wasiojulikana, na binafsi nadhani Watanzania wanastahili kubeba lawama badala ya kunyooshea vidole watu wengine, kwa sababu ni mara moja tu katika historia hii miaka kumi ya janga la watu wasiojulikana ambapo amejitokeza mtu mmoja na kama kujitoa mhanga Kuli, uh, kulisemea hili jambo ambaye ni Askofu Gwajima. Na ndio maana baada ya kujitokeza, baadhi ya watu walisema wanapaswa kuungwa mkono, kwa sababu katika kipindi chote cha miaka kumi janga hili halijawahi kuzungumziwa kwa uzito unaostahili. Mnakumbuka moja ya matukio makubwa ya watu wasiojulikana ilikuwa ni kupotea kwa, uh, kwa Ben Sanane aliyekuwa uh, msaidizi wa mwenyekiti wa taifa wa Chadema wakati huo Mheshimiwa Freeman Mbowe. Hakukuwa na jitihada za makusudi za kutaka kufahamu ukweli kuhusiana na kilichotokea kwa Ben Sanani. Um, mwaka mmoja baadaye likatokea tukio la jaribio la kumuua mheshimiwa Tundu Lissu mwaka elfu mbili na kumi na saba Septemba. Mpaka leo hakuja kuwa na jitihada za makusudi za angalau kuliongelea kwa mapana janga hilo kwamba watu walitaka kumuua mheshimiwa Lissu uh, ni, walikuwa ni hawa, hawa watu wasiojulikana baadaye, mwaka mmoja mwingine uh, mwaka ule ule elfu mbili na kumi na saba, kuna mwandishi wa habari Azory Gwanda naye alipotea katika mazingira ya kutatanisha, kuna watu walikuja kumchukua nyumbani na mpaka leo hajapatikana. Fast forward uh, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kuna ishu imetokea kina Deusdedit Soka uh, ambayo nayo mpaka leo hata kuongelewa haiongelewe, baadhi ya watu wameisahau. Ni watu wachache tu hapo mtandaoni kwenye mitandao ya wa kijamii wanaendelea kuposti kuhusu uh, Deusdedit Soka. Haya, likaja suala la kuuawa kwa uh, marehemu Ali Kibao, kada mwan, uh, kiongozi mwandamizi wa Chadema ambapo pia hiki kilikuwa ni, ni mauaji ya kinyama kabisa, kutokea uh, katika hii historia ya watu wasiojulikana. Si mara ya kwanza mauaji ya kinyama kutokea, kwa sababu diwani wa Chadema uh, diwani mmoja wa Chadema aliwahi, mwili wake uliwahi kukutwa ukiwa umechinjwa uh, ufukweni Dar es Salaam alikuwa naitwa Daniel, uh, Daniel, kama sikosei uh, pia kuna diwani mwingine wa Chadema uh, Mkwaji, wilaya ya Kilombero naye aliuawa kwa kupigwa mapanga. Kwa hiyo kulikuwa ni unyama mkubwa ulitokea, lakini kwa hiyo lengo la kuyazungumzia haya ni kwamba unyama huu umeshapa, lakini yayumkinika kusema kwamba mauaji ya mzee Ali Kibao yalikuwa ni unyama ulio kisiri naye alifanywa na watu wasiojulikana. Likaja shambulizi dhidi ya uh, padri Uh, Dr. Charles Kitima hivi majuzi. Halafu likaja swala la uh, Mdude Nyangali. Mdude hili lilishatokea, huko Mdude alishawahi kushambulia huko nyuma na juzi tu hapa, kuonyesha sasa kwamba kuna mapungufu katika kushughulikia swala hili. Septemba mwaka mwaka jana uh, Mdude aliweka waraka akiituhumu serikali kwamba inataka kumtoa uhai. Waraka huo umekuja kuibuka juzi mwezi huu wa, mwezi huu wa sita, unaona miezi um, kadhaa takriban miezi tisa tangu waraka huo utokee, lakini Mdude pamoja na Deusdedit Soka, kabla ya haya masahibu kuwatokea nao, walieleza mitandaoni kwamba kulikuwa na dalili ya kuwindwa, kulikuwa na dalili ya kudhuriwa, na siku chache baadaye ikawa hivyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu, lakini uh, response yake imekuwa kwa kweli sio ya kuridhisha, na kwa hakika Askofu Gwajima anastahili kupongezwa. Kwa kulichukulia kwa uzito mkubwa, na alikufanya haya akiwa anajua athari zake kama mwanasiasa kutoka CCM, kama kiongozi wa dini alikuwa anajua nini kitakachotokea, na baadhi ya watu wakaanza kumtuhumu kwamba huyu anatembelea issue ya watu kutekwa ana ajenda za kisiasa. Ndio changamoto tuliyokuwa nayo kama taifa, mtu anapojitoa muhanga kwa ajili ya kushughulikia swala basi, baadhi ya watu wanataka kujiuliza motiv za yule mtu ni nini, kwa nini anafanya swala hili, basi kutokana na ajenda za siri, na vitu kama hivyo hilo suala la pili. Swala la tatu ni kesi ya Mheshimiwa Lisu ambayo tunafahamu inaendelea. Uh, kesi hii tangu mwanzo ilionekana ni ya mchongo, mpaka sasa hivi inaonekana ni ya mchongo. Hakimu anaendesha kesi ameonekana kabisa ameelemea upande gani, na kama kuna mtu anatarajia kwamba kuna haki itaendelea katika kesi hii, basi inabidi aende kapime akili zake. Lakini moja la msingi kwamba lengo la hii kesi sio kumfunga Mheshimiwa Lisu, lengo la hii kesi ni kufanya um, adhabu ya kisaikolojia na lengo hasa ni kumpunguzia nguvu kisaikolojia, kwa sababu hakuna sehemu mbaya ambayo unaweza kumpeleka mtu katika mazingira yote yale kama jela. Kwa hiyo kadi mheshimiwa Lissu anavyokaa ndani, kuna athari za kisaikolojia dhidi yake. Hiyo ni mada ya wakati mwingine ambayo unaweza kuja kuelezea, lakini hasa lengo wao ni kumchosha kisaikolojia kiasi kwamba atakapotoka ataka hapo, atakapolazimishwa kumtoa au atakapomtoa wenyewe, watakuwa tayari wamemchosha Uh, kiasi kwamba kama kumpunguzia nguvu kinamna fulani, kama watafanikiwa au la, hayo ni masuala ya muda. Kwa hiyo kuna haya makubwa matatu, jingine la nne ambalo ni miongoni mwa haya naendelea, ni pamoja na swala la no reforms, no election". Hili ni swala ambalo litakiwa liwasikitishe sana Watanzania. Sio kwamba no reforms no election ni tatizo, ila kuna hujuma kubwa kuliko zote za kihistoria iliyofanywa uh, kwa mujibu wa hizi siasa za upinzani kwa upande mmoja dhidi ya ajenda ya no reforms no election, kwa upande mwingine dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Ambaye katika hii dhidi ya Mheshimiwa Lissu ni pamoja na hilo la kumweka jela kwa ma mashtaka ya kuzusha ya uhaini. Kwa sababu gani? Sambamba na haya yanayoendelea, kuna matukio makubwa mawili yaliyofanyika. La kwanza lilikuwa ni jaribio la kumzuia Mheshimiwa Lissu asiwanie urais ndani ya Chadema. Zikamwagwa pesa, mabilioni ya pesa yalimwagwa, zikasambazwa huko chini, lengo ni kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu hateuliwi kuwa mgombea urais kwa tiketi ya Chadema. Baada ya Mheshimiwa Lissu kufahamu kuhusu hilo, ndio akatangaza dhamira ya kuwania uenyekiti wa taifa wa Chadema. Waliposikia hivyo, wakamwaga pesa nyingine, fedha nyingi sana zilimwagwa ili kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu hashindi. Kwa bahati mbaya kwao, Mheshimiwa Lissu akashinda. Baada ya mpango huu kufeli, ndio wakaja na hawa G hamsini na tano wale waasi uh, na wale waasi walitegemea kwamba zile kelele zingeweza kuleta mabadiliko. Hakuna kilichotokea matokeo, yake ndio wakapelekwa katika hicho chama chao walichokimbilia huko, lakini kuna fedha nyingi sana ambayo imemwagwa kwa, pesa hizi ni za Watanzania, pesa hizi ni za walipa kodi. unaona chama kile cha hata kisichoeleweka kimepata wapi fedha ya kuwa na helikopta ya kuzunguka huko na helikopta. Unajua kabisa kwamba hapa kuna mkono wa dola. Kile ni chama ambacho kinaendeshwa na dola, na hili halina mjadala. Katika historia ya hujuma dhidi ya demokrasia Tanzania, ya Tanzania yayumkinika kusema kwamba hii ni hujuma kubwa zaidi na itakayobaki katika kumbukumbu za historia ya Tanzania kwa sababu ni mradi ambao umegharimu mabilioni ma ya fedha kuutekeleza na mpaka sasa hivi mradi huo haujafanikiwa kwa namna yote, na kuna uwezekano we, mkubwa usifanikiwe kwa sababu kinachoeleweka ni kwamba hata hao njaa hamsini na tano waliopelekwa huko um, idea ni kwamba wavute wa, wa, wa attention ya watu. Hakuna atakayepewa jimbo, hakuna mbunge wa CCM ambaye yuko tayari kuona jimbo lake linapewa kwa mpinzani. Kuna wawili watatu atakaogawiwa viti maalum kwa ajili tu ya kuwazuga watu wawili watatu, kwa hiyo hilo linaweza kuwepo um, lakini mwisho wao ni baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi hawa watu watakuwa wamekula pesa, hawajali kwa sababu kimsingi hata wasipopewa majimbo tayari wamepewa pesa ya kutosha. Kwa hiyo ni chama ambacho kimevuma kwa siku mbili tatu baada ya muda mfupi kitapotea, maisha yataendelea. Kirudi sasa katika swali ambayo naulizwa, mwisho wa haya yote ni lini? N yani, mustakabali ukoje? Mustakabali ni tete. Ninaweza tu kugusia moja, nalo ni kuhusu hili linaloendelea, yani libifu kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Askofu Josephat Gwajima. Mustakabali wa bifu hili sio mzuri, kwa sababu moja ya msingi, na tutaendelea kujadili kuhusu hili sana moja ya ishara ni kwamba kumekuwa na mshikamano miongoni mwa viongozi wa dini. Kama kuna kosa ambalo serikali imeifanya au washauri wa, wa rais walifanya ni jinsi ya kuhendo hili swala kwa ujumla, kwa sababu kwa namna moja wamewaunganisha viongozi mbalimbali wa dini na sio Wakristo peke yao, kwa sababu kuna mashehe ambao wamejitokeza kumuunga mkono mweshi, uh, Askofu Gwajima wanasema kwamba alilokuwa anaongelea ni swala lenye uzito inatakiwa serikali ichukue ifanye hatua ichukue hatua dhidi ya utekaji. Lakini kimsingi inaonekana kwamba kuongelea sasa swala la utekaji limekuwa ni kosa, kwamba anachoadhibiwa askofu Gwajima ni kwa wajima, vile ameongelea swala la utekaji. Je, utekaji ni sera ya serikali? Lakini sasa hizi attacks zinazoendelea sio tu dhidi ya askofu Gwajima, linaonekana kama ni zimewalenga wa viongozi wa kidini. Kama mnavyofahamu katika hotuba uh, yake ya juzi uh, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwamba kuna baadhi ya watumishi wa Mungu uh, kuna baadhi ya, ya watu wanajifanya ni watumishi wa Mungu, lakini kimsingi ni watumishi wa shetani. Tangu lini serikali imekata katika nafasi ya kuwahukumu viongozi wa dini kwamba miongoni mwao kuna wafuasi wa shetani? Kwa hiyo hili ni, ni hiki ni kiashirio kwamba huko mbele mambo sio mazuri. Naweza kusema bila shaka mwisho wa jambo hili, mustakabali wa jambo hili hautokuwa mzuri. Jinsi gani itakavyotokea. Kwenye intelijensia ni jukumu la muhimu sana kubashiri yajayo, nini kitakachotokea. Kwa hiyo wakati tunaendelea kufuatilia kufuatilia haya, taandaa makala kwamba nini hasa kinaweza kutokea. Sio, sio exact science, kwa maana kwamba mbili na mbili lazima itakuwa nne. Mbili na mbili inaweza kuwa sifuri au inaweza kuwa saba, lakini uwezekano wa hili na lile kutokea tawaletea kupitia hapa Jasusi TV. Je, Ye una maoni gani? Unaonaje mustakabali ukoje? Masuala haya yanalipeleka yana wapi Tanzania yetu? Basi weka maoni yako hapa kwenye comment. Na utakia wikendi njema, asanteni na kwaherini.